Kafiti William Kafiti, nimekuja kuchukua fomu ya kuomba chama changu kinipendekeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 wa ubunge wa jimbo la Ilemela, lakini vilevile vile, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa kiwakilisha wilaya hii hii ya Ilemela kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo leo, ndugu zangu waandishi wa habari, nisingekuwa na mengi ya kusema kwa sababu ndio kwanza nimekuja kuchukua hii fomu na sijui kilichomo ndani. Kwa hiyo ninatumai siku na kuja kurudisha, kwa sababu nitakuwa nimeshajua kilichomo ndani. Kwa hiyo tutakuja kusema kidogo. Kwa hiyo kwa leo msinilazimishe niseme kwa sababu sijui kilichomo ndani, lakini baada ya kusema na kumaliza basi nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya kujua ni kitu gani natakiwa kufanya. Lakini niwajulishe tu Wanailemela na Mwanza kwa ujumla, leo Kafiti Kafiti nimechukua fomu tayari kwa kuwania ubunge wa jimbo la Ilemela. Asanteni ndugu zangu waandishi wa habari, Mungu awabariki sana. Najisikia vizuri kwa sababu ninayo furaha kusema mimi kwa sababu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Nasikia furaha kuchukua fomu ya Chama cha Mapinduzi, na sio kingine chochote.